Naam, ni matumaini yangu mzima na waafya kwelikweli. Mwanamichezo popote pale ulipo, njoo hapa tuzungumze michezo na burudani na ripoti kutokea hapa katika vijiwe vya makumbusho jijini Dar es Salaam, niye na madhumuni yangu niweze kukupasha mambo mbalimbali yanayokuwa mbali yakihusiana na michezo na burudani. Kama bado haujasubscribe, fanya hivyo, uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani, kwa maana hapa ndipo sehemu ambako ninapoweza kukupasha zile taarifa mbalimbali mbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka pale tamati nitakapokuwa nikihitimisha mahojiano yangu haya moja kwa moja na ndugu yangu n -n na captain Kizinga, shabiki la FIFA. Niko fresh, namshukuru Mungu, alhamdulillah. Mambo anasemaje hapa? Mambo bana, ni safi kabisa, namshukuru Mungu, maandalizi yanaendelea vizuri mm. kwa ajili ya kuelekea nchini Malawi Eh, bwana, nianzie hapa safari yenu ya kuelekea pale nchini Marako, mmejipangaje mashabiki wa Young Africans kuelekea kwenye mchezo wenu huu wa kimataifa? Maana mkifuzu hapa, ile mipango ya engineer Heris Saidi inakuwa imekamilika, mfike hatua ya makundi. Kwanza niwaambie wapenzi na mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans, uh, kuwahi haraka iwezekanavyo kwenye maeneo yetu yale ambayo ni ya makutano kwa ajili ya kuanza safari kuelekea nchini Malawi. Wewe ni shabiki wa maana, shabiki wa thamani sana. Sisi ni mashabiki wenye hadhi ya bilioni mia moja na tumeongezeka sasa hivi imekuwa ni, ni, ni, ni mashabiki uh, wa, wa, wa, wa FIFA, wa FIFA dunia uh, tunatakiwa kujiandaa kwa ajili ya kuelekea nchini Malawi na niwaambie tu kwamba ukiona Dar es Salaam Young Africans tumewaondoa wa Malawi basi jua kwamba hata kwenye viwango vya CAF tumepanda kutoka nafasi ya tisa mpaka kuwa nafasi ya nane. Yaani kolo huyu hapa tunakamata, muda sio mrefu tunavuta mgongoni huko. Kiona yanga tumewatoa Malawi, basi nakwambia kabisa ni msimu unaisha wa klabu bingwa. Yani mi nakwambia Simba, unamuona yuko nyuma yetu huko, huwezi kuwa nafasi ya tano una chochote yani, uko nafasi ya tano katika bara la Afrika huko nafasi ya tano, lakini huna chochote cha kujivunia. Unajivunia nini? Yani vikombe ndani huna chochote cha ndani huna. Wewe unakuambia vikombe, hawana nani, wana? Hebu niambie, takriban ni miaka minne hii, hapa hii ana kikombe gani yani cha kujivunia mbele ya watu kwamba ninacho eh? Hichi hapa ninacho kipi? Ah, usiwe mnafiki, zungumza uko na mbona makombe siku ile wakati wanakwenda wana kuzindua jezi waliweka makombe yao? Wao kuyaona Kizingo? Yale makombe ya, ya mwaka 99, 79 na hayo, hey, hey. <laughs> umesema wewe ila wao wanasema makombe yetu hey, hey, haya. Hey. Watu wakawa wanapiga nayo picha. Yaani vile vikombe ambavyo wako navyo, hmm, ni vikombe ambavyo tangu mara ya mwisho kuvichukua Mandela alikuwa hajaanza kushabikia mpira. Serious kabisa, nenda kachunguze yeah. Nenda kachunguze, wakati huo ndo Kisugu wanaanza mpira kuzungumza, Kisugu pasi yeah. milioni ndo kaanza kutokea tokea, akina kemziwandawa wa yeah. mchome wakati huo mchome ndo yuko on fire. Mchome katika wote anaonekana yeye mwamba pale. Wakati huo ndo vikombe hivyo wanavichukua hivi, wakati huo wanatumia kenta kuzunguka barabarani kenta ili kutangaza ubingwa, yani ndani ya gari wapo watu karibia ishirini, wako kwenye kenta ile kenta la mizigo ili, barabarani wanapita pite mtaao apite mtaao zinga una wadhi yake mashabiki wa Simba ile wadhi yake uongozi wa Simba. Nakwambia hivi mimi nakuwekea laki moja na nusu pesa ya vocha. Nenda kachunguze mara mwisho Simba kuwa bingwa Mandala alikuwa ashaanza kushabikia mpira hakuna mwindi wa simba alikuwa tayari mnandi alikuwa tayari wote hao walikuwa hakuna <laughs> mpaka sasa hivi wameonekana kuwa ni watu wanapambania timu ambayo haina haina mafanikio yoyote lakini kwa sababu ni wafia timu wataendelea kupiga kelele huku mafanikio yakienda kwa dar es salaam africans si umeelewa eh lazima tukubaliane na hilo hey. bwana mimi na wewe tuzungumze jambo moja hmm. nafasi ambayo amepewa injinia heris saidi ndani ya FIFA mnasemaje? Wananchi, sisi kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, jambo la kwanza. Jambo la pili, tunajivunia kwa nafasi adhimu kama hiyo aliyoipata injinia Herisi, tunampongeza sana, pongezi zetu za dhati sana. Na pia nitumie nafasi hii kama nahodha wa FIFA dunia kuvipongeza virabu vyote ambavyo vimeshiriki kwenye kumpongeza injinia Herisi, kwanza kwa, ku, kwa, ku, kwa, ku, kwa, ku, kwa kuona kwamba yeye kupata ile nafasi basi sisi watanzania tunajivunia kwa nafasi yake, kwa sababu aa, ni mtu ambaye ni mtanzania mwenzetu amepata ile nafasi, lakini pia kwa kazi kubwa ambayo anaendelea kuifanya kwa maslahi ya virabu vyote barani Afrika. Tunampongeza sana. Wale ambao hawajampongeza tunawaambia tu kwamba <coughs> sisi wote ni ndugu, waache uchoyo wa fadhila, wanatakiwa kumpongeza. Mpaka sasa hivi kuna watu hawajampongeza, ndiyo. Kuna watu sijaona Simba wakimpongeza injinia Heris. wanapaswa kujitokeza hadharani wampongeze kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Tayari Azam kupitia makamu wa rais wa Azam FC amethibitisha jana kwamba miongoni mwa kazi kubwa na bora alizozifanya injinia Heris tumepata sisi posho ambayo tulikuwa hatukuwahi kuipata huko zamani lakini baada ya injinia Heris kuwa mwenyekiti wa, wa virabu vyote barani Afrika amewezesha jambo hili, amewezesha mchakato huu wa sisi kupata fedha, si umeelewa? Kwa hiyo tunashukuru na tunampongeza sana. Fedha tumepata tarehe kumi na sita Property anasema tarehe kumi na sita fedha imeingia kwenye akaunti yetu Azam FC. Abdulkarim Aman Property, makamu wa rais wa Azam anathibitisha hilo. Kama makamu amethibitisha, ni wazi kabisa CEO wa Simba Sports, mwenyekiti mzee wetu Murtaza Mangungu anajua kabisa muamala umeingia. Wewe umejua umeambiwa, kama azamu wamepata, simba yeye nani akosi? Wamesema nasema hivi, ni vyema wakajitokeza hadharani wakathibitisha kwamba na wao wamepokea na pia wakatoa shukurani kwa kazi kubwa ambayo ameifanya injinia Heris ya kuviunganisha virabu na kufanya masilahi makubwa ya virabu. Niliwaambia leo hii Simba amepata fedha nyingi sana pale, pale Zanzibar, na anakwenda kujikusanyia fedha nyingi kwenye raundi ya kwanza hapa. Kazi ambayo ameifanya injinia Heris ni vyema wakajitokeza, wamshukuru Sababu hata usipomshukuru wewe hivi kwa kutamka, basi hata SMS yako mtumie injinia Heris, mwambie asante, mwamala tumeupata, ongera kwa kazi kubwa na tunakupongeza. Na nikwambie tu ukweli kwa namna alivyoanza, alivyoanza injinia Heris kutoka hapa akapanda kuwa mwenyekiti wa virabu vyote barani Afrika yote, ni kwa sababu ya utendaji wake mzuri, uaminifu wake na uchapakazi wake. Siri ya mafanikio, kuwa mwaminifu kuwa mtendaji wa kazi uliokuwa mzuri utafika mbali. Injinia Heris tunamwona anakwenda kuwa mwenyekiti wa virabu barani Afrika. Kafu inamwamini na kuamini huyu hii taasisi ataiongoza vyema na itapata mafanikio. Kuna vijana wangapi katika bara la Afrika? Kwa nini injinia Heris, si umenielewa? wana uaminifu kiasi gani? Kwa nini huyu FIFA wanamwangalia kwa jicho la upana na urefu? mwenyekiti wa virabu barani Afrika, kwa namna kazi anayoifanya ya, ya kuwaunganisha virabu, wanaona huyu anatufaa kuwa mjumbe kwenye kamati ya mashindano ya wanaume. Wakati tunapanga ratiba ya UEFA Champions League mani yu akacheze na nani, Barcelona akacheze na nani, Heris anafaa kuchangia hoja, anachukuliwa Heris ka hapa tegemea kuona Bayern akicheza na PSG walioratibu mipango ile Heris yumo, tuna kila sababu ya kujivunia Watanzania. Bayern ikicheza na PSG uh -huh. Barcelona akicheza na Atletico Madrid, UEFA uh -huh. tegemea kuona katika kuratibu ile mipango Heris yumo, waliowezesha lile jambo. Sevilla anacheza huku na Manu Europa Ligi, mipango imepangwa na Heris yumo. Kwa hiyo mtu kama Mangungu anatakiwa kujivunia uwepo wa Injinia Heris kwa sababu amechangia wa wao kupata fedha nyingi. Kwa hiyo ni vyema tukamwombea dua Heris, tumwombee dua pia na, na JSM ambaye huyu hili linawahusu wanayanga kumwombea dua JSM. Ni sehemu ya kurejesha fadhila zetu kwake, sababu mara sita mfululizo unamfunga mtani wako, mara nne mfululizo unachukua ubingwa. Ametoa taarifa mwisho ndo hapo wao wametoa taarifa kwa umma au wamesema tu mwisho ndo hapo hapo kuchukua ubingwa hapo. Yani un, un, umemleta mtu ambaye hana vigezo vya kuwa kocha. Wee meneja yule, nisikilize vizuri yeah. Ndugu mwandishi, nisikilize vizuri yeah. Umemleta mtu ambaye, kwanza, unajua meneja meneja anamilikiwa na timu gani? Sasa nataka nikuulize swali dogo ah. eh jibu swali, unajua meneja anamilikiwa na timu gani? meneja kumilikiwa na timu gani ukiwa unamaanisha nini? Kwa sababu umesema umemleta meneja. Ah, sasa tulia ee. Meneja anamilikiwa na Simba unasemaje? na Simba kuna timu gani nyingine Afrika Mashariki na Kati pamoja ata na ukanda wa Kusini siju wanamiliki manager? Sijui. mimi naejua watu ambao wanamiliki meneja ni Simba Kasa, nataka nikuulize swali vile vilabu vitano bora barani Afrika si unavijua? Navijua. <laughs> Wa kwanza National Ahli. Wa pili Experience ka, a, kama sikusahau. Mamelode. Watatu experience. Wanne ni kumbushe nani? Pyramid yumo anakuja. Okay. Watano ndo anakuwa Simba, Simba. Yeah. Sasa, tuchukue vile vilabu vyote vya nne. Wa sita, wa saba, wa nane, wa tisa sisi pale. Tuendelee. Eh, ndiye. <laughs> <Sisi hapa. laughs> Mimi nimekuuliza wa tano sasa. Sasa kwa nini uishie ee, hapo <laughs> na hapo twende. Ngoja nikuambia kitu kimoja. Mimi naenda kwenye swali langu. Vile vilabu vinne vina maneja hapo. Sawa. Kwa hiyo na yeye huyu wa tano ana maneja. Sawa. Nataka nikuulize swali. Uh, wote tulikuwa mashahidi kwamba aliyekuwa kocha mkuu wa timu yao ya Makolo uh, Fadu Davis aliwaacha kwa taraka tatu, hakuwataka tena. Ni baada ya kuwa amepoteza mara nne nafikiri mbele ya Dar es Salaam Africans, amepoteza kila kitu hakuchukua chochote kwake. Yeye ameona ni mbaya zaidi, bora achane na hawa watu kwa sababu anajua hata akiwafundisha vipi hakuna mafanikio. Na ameenda mbali sana, akasema Fadru kwamba amenukuliwa kwenye vyombo vya habari nchini Moroko akisema miongoni mwa timu ambazo zimenisumbua tangu nimeanza kazi hii ya ukufunzi, kazi hii ya, ya kufundisha, miongoni mwa timu ambazo zimenisumbua sana katika kalia yangu ni pamoja na Dar es umekuwa ni mfupa mgumu sana akasema, miongoni mwa wachezaji pia ambao wamekuwa ni mwiba na natamani kuwanyofoa pale ni pamoja na Pacome Zouzoua. Kumbuka Pacome Zouzoua huyu ni, ni, ni mchezaji kalba ya dunia, ni mchezaji wa FIFA World Cup, amekualifai kwenda eh, michuano ya, ya, ya kombe la dunia. Kwa hiyo anasema kabisa, hasa kama wewe timu yako imeachwa na mwalimu, ulikuwa kwenye mpango wa kutafuta mwalimu na ukasema ukawaambia wenye timu yao tulieni tupo kwenye mpango wa kumtafuta mwalimu si ndio? Mwalimu ameondoka, upo kwenye mpango wa kutafuta mwalimu, mwalimu hujapata. Kwa hiyo uliyempata sasa hivi ni meneja, si ndio? Kwa hiyo tukubaliane wewe na mimi kwamba mpaka sasa hivi Simba hawana kocha, wana meneja si ndio? Kwa hiyo tuwaambie waende kwa mujibu wa Simba, kwa mujibu wa Simba tuwaambie tu kwamba hatutaki mwezi wa kumi na mbili tukutane na meneja, tunataka tukutane na kocha, kwa sababu huyu meneja taarifa nilizonazo vyeti vyake havimruhusu yeye kukaa pale, yaani uwezo wake ni mdogo kuliko hata Edi Nalema ambaye ni Gaga... na Mourinho. Kocha, kocha, kocha, hey, uwezo wake ni mkubwa sana kuliko huyo hapa, vyeti vyake huyu ni vidogo sana, umenielewa. Na alafu kitu kingine nataka nikwambie, ile timu yoyote atakayechukua ile timu kuifundisha, yaani akae akijua kwamba anafundisha watu wenye vichwa vizito, uwezo wa kutoboa ni mgumu, sawa. Ndio maana unamuona Emedi Moroko alichukua ile timu kwa muda mfupi, alinyanyua mikono yake juu akasema, hapana, siwezi kufundisha watu wazima kama hawa. Muda wote mtu anawaza singeli. Wewe hujaona eh, nani anaza singeli kama sio azizi andambwile? Azizi andambwile, yeye alikuwa anapiga style ya kurudi nyuma yeah. lakini unawaona kabisa yule beki wao rushaina yule, mm. na wale wenzake wakina budo, mm. Unawaona anacheza mama mina na Luka DJ kazima muziki. Wewe hujaona, wewe humo humo humo wanafanya vitu, hujaona kile ndo alichojaliwa. Ni kuambie tu ukweli, mpaka kufikia mwezi wa kumi na mbili kama hawatokuwa kuwa wamemtangaza mwalimu, ukimwacha huyu pila matatu chuma nne ulizopigwa. <coughs> <coughs> hey, vitu <coughs> <coughs> <coughs> budo huyo, anacheza sasa, akili zake ziko kwenye kucheza nyimbo kama hivyo. Uwanjani hamna kitu, kwa hiyo tegemea kuona balaa kubwa. Waambieni ukweli, waambie mashabiki na wanachama, huyu uliyemleta hana leseni ya kukaa pale kuifundisha timu. Kwa namna na utaratibu wa shirikisho la mpira la nchi yetu haruhusiwi kuwa pale kwenye benchi la ufundi kama kocha. Kwa hiyo wanaenda wakiwa na meneja. Mm -hmm. si umeelewa? Mm -hmm. Sababu hata sisi meneja tunaye Dar es Salaam Africans wote also ni upo, mm -hmm. Yes, yule ni meneja. Kwa hiyo hawana kocha, watafute kocha, sababu bado. Si umeelewa bwana, mnawaombea chochote wakina nani, watani wenu kuelekea kwenye michuano ya kimataifa, kuelekea kwenye michuano ya wa kimataifa, waende wakapambane, kwa sababu mimi binafsi, ukiachana na ushabiki na mapenzi na nini, mm -hmm naona timu zetu zikienda kufanya vizuri zote timu nne. Kwa hiyo sasa ni jicho la kuona, lakini kwenye utendaji wa kazi kuna mabadiliko. Kama utakwenda na pila lako pila tatu, utakutana na kichapo kama ulichokutana nacho kwa wale Al Hilal ya Sudani. Tena unakutana na Al Hilal ya Sudani na wachezaji takriban tisa wa first 11 ambao wako wako wako kwenye timu za taifa, wakina Mugisha, sijuka Mugisha, sijuka lumugisha uko, wote wako huko kina nani nani wale pale, wote wako huko unaenda kukutana nao unafungwa goli nne. Kwa hiyo kuna kitu cha kujifunza, waende wakapambane. <coughs> Ndiyo kitu kama hicho. Zungumza neno lolote lile kwa niaba ya mashabiki wa Young Africans kuelekea kwenye mchezo wenu wa kimataifa. Kuelekea kwenye mchezo wetu wa kimataifa, ni watoe hofu mashabiki na wanachama wa Dar es Salaam Young Africans. tunakwenda kwenye mchezo wetu wa kimataifa, kuwa makini sana na kuangalia mchezo huo, utakwenda kufurahi zaidi kwa sababu tayari uh, viongozi wetu wameongeza nguvu kwenye benchi la ufundi uh, tuna Patrick kocha kutoka nchini Malawi aliyekuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Malawi. Huyu ni mwenyeji katika nchi ya Malawi, anaifahamu vizuri timu tunayokwenda kucheza nayo, ana kitu cha ziada cha kwenda kushirikiana na Roman Falls, atakwenda kuonyesha vitu vizuri, tutakwenda kuishuhudia mechi mzuri na tamu bila mashaka. Kwa hiyo ni wa, ni watoe hofu, ni watoe mashaka, tunakwenda kushuhudia burudani yanga yetu ile ambayo tukao tunaitegemea tunakwenda kuenjoy na timu yetu. Shukrani sana. Haya, asante sana.